Tatizo na uzalishaji. Mheshimiwa Spika, ukienda India heka moja inayolimwa ya pamba inazalishwa pamba kilo 2500. na ikizalishwa pamba kilo 2500 huyu mtu akiuza anapata fedha nyingi. Tanzania heka moja Mheshimiwa Spika, kule kwetu Simiu tunazalisha kilo mia moja na hamsini au mwingine ambaye amefanikiwa sana kazalisha kilo mia mbili mpaka mia tatu ukichukua kilo mia mbili mheshimiwa Mheshimiwa Spika hata leo bei ninavyozungumza sasa hivi, bei ni shilingi elfu moja na mia mbili. Bei ya elfu moja na mia mbili, ukisema leo mkulima tunue pamba kwa shilingi elfu tano, amepata kilo mia mbili tu katika eka moja, atapata shilingi milioni moja tu, ambayo bado ni fedha kidogo. Lakini tukiongeza uzalishaji, akatoka kuzalisha kilo mia mbili, akazalisha kilo walau hata elfu moja, akauza kwa shilingi elfu moja na mia mbili, huyu mtu atapata fedha nyingi sana, Milioni moja na laki mbili. Akiuza shilingi hata elfu moja ambayo ni chini elfu moja na mia mbili, lakini amepata kilo elfu mbili na mia tano kama mtu wa India anavyopata atapata milioni mbili na na laki tano. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tukaona kwamba uzalishaji ndiyo tatizo na ni mshukuru sana Rais wetu kupitia wizara ya kilimo, wamewekeza sasa hivi katika kuongeza uzalishaji wa zao la pamba na mazao mengine, wamepeleka maafisa wa BBT, wanapeleka mbolea ya ruzuku wanapeleka mbegu za ruzuku wamepeleka matrekta, na hii yote ni kuhakikisha kwamba wanaongeza uzalishaji. Na tukishaongeza uzalishaji na tukawekeza vizuri katika sekta ya kuchakata, mheshimiwa spika, mtanzania ataweza kuwa na tija katika mazao yake. La pili, bei ya pamba, mheshimiwa spika, inakuwa determined na soko la dunia. Leo ukiingia katika mtandao, soko la dunia inaonyesha bei ya linti kwa siku ya leo bei hiyo. Tunaishukuru serikali imekuwa ikimlinda mkulima inasimamia bei ya pamba na mkulima anapewa bei elekezi na serikali kwamba usiuze pamba chini ya shilingi kadhaa na mwaka huu ilikuwa na shilingi elfu moja, mia moja na hamsini. Mheshimiwa Spika, bei hii imelindwa na serikali kwa sababu imetizama soko la dunia linasemaje. Sasa tusiendelee kutegemea soko la dunia katika zao la pamba, mheshimiwa Spika, kwa sababu soko la dunia bei ya pamba inakuwa iko chini. Serikali imekuja na uamuzi mkubwa wa kuwekeza kwenye uzalishaji wa zao la pamba na sasa hivi uwekezaji wa zao la pamba ukiwekezwa, ina maana matumizi ya zao la pamba yatakuwa ndani ya nchi, na mzalishaji wa pamba akizalisha pamba ataiuza ndani, hata subiri kwenda kuiuza nje, ambapo kule nje wanapanga bei yao. Mheshimiwa Spika, tukiwekeza kwenye viwanda zao la pamba litakuwa na mahitaji ya ndani, na sasa hivi mkulima atapata tija katika uwekezaji huo. Usahau kusubscribe, kucomment, kulike, na kushare